Jambo gani inalotufanya mtu hapa jioni ya leo? Haya nitakayoyazungumza bila shaka nimearudia katika ibada zote ambazo nimebahatika kuwapokea vijana wetu, na ili kama koseni kundi la saba, narudia jambo hili kwa mara ya saba. Tumekusanyika hapa ndugu zangu kushuhudia ibada, sio kushuhudia, kushiriki ibada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 na hata kama watakuwa mapade, watakuwa mashemasi alafu watakuwa mapade. Ushemasi wao, upade wao unaendana na miongozo ya shirika la Wamisionari wa Damu Azizi ya Yesu, ambalo shirika lenyewe pia tu bali linafuata miongozo na kanuni zaidi kusudi usionekane kama ni tukio dogo, bali ni tukio muhimu kabisa ambalo anajikabidhi kwa Mungu rasmi na kwa daima, kwamba maisha yao yatakuwa yanaongozwa na tasaufi ya, ya, ya damu Azizi. Basi tuombe kwamba kweli twaishi hicho watakachokiaidi baadaye. Mwanzoni wa misa nilisema kwamba misa hii tunaiadhimisha kwa heshima ya mwenye heri Yohani Merlini. Kwa wengi wetu ambao pengine sio sehemu ya familia ya Damu Azizi, tunaweza inawezekana ni mara ya kwanza kusikia jina hili, lakini kabla ya kuzungumza Merlini tafakari kwa kifupi Nimechagua Injili hii kwa sababu nilitaka tujikumbushe, hasa sisi wana C.PP.S, lakini na wengine laki pia mliopo hapa, tujikumbushe wito wa mkutano mkuu wa shirika uliofanyika kule Poland mwaka elfu mbili na kumi na tisa ambao ulikuwa unatuhimiza sisi wanashirika na, na bado unatuhimiza kuwa divai pia, becoming new wine, hata kama makao tunaoacha kuna mkutano mwingine mkuu wa shirika kidunia na bila shaka ikatoka moto nyingine. Haina maana kwamba hii moto ya becoming new wine inakuisha. Haiwezi kuisha kwa sababu daima tunapaswa kuwa divai pia. Na katika Injili tulioisikia basi Kristo hasemi moja kwa moja unapaswa kwa, kwa divai lakini mfano aliyotoa unaelekea kukuelekeza ningewauliza wataalamu wa divai kwa namna ya pekee shirishiia nkewauliza divai nzuri ni ya zamani au mpya bila shaka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 bado inachenga, ndio maana Yesu akasema kiweka katika kiriba kikukuu, hicho kiriba kitapasuka, kwa sababu bado imechangamka mno. Na wengine wanasema divai mpya inalevya kuliko divai ya zamani. Kwa nini Kristo asitoe mfano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 kisichobadilika kimekufa. Bwana anapotoa mfano huu wa kuwa divai mpya, au sisi tunavyo tafsiri fundisho ile la bwana kwamba kuelekeza tuwe divai mpya, tunaelekezwa kubadilika. Tukumbuke mfano huu, Yesu hakuutoa tu kutoka, ameutoa ameutoa baada ya aakakubali kaenda nyumbani kwake na nyumbani kwa watu wengine ambao walikuwa wanachukuliwa ni wazambi na mafarisayo. Anaamisha akamhukumu Yesu, wala hawakumuuliza watu mmoja, hawakutaka kujua kwa nini amefanya. Walitoa hukumu moja kwa moja, huyu mtu ajabu kabisa, huyu mtu afaye anakaa pamoja na wenye Yesu akijibu Ndipo wanapotoa mfano huu. Yesu ni divai mpya, na hawa waliolisikia neno lake, hata kama walikuwa wa wamegeuka, na wenyewe wanakuwa divai mpya. Hawa mafarisayo na waandishi ni divai na na ya kale, na pia ni viriba chakavu ambavyo, wasipobadilika neema ya Yesu uh, tapotea tu uh, lakini hawa walipokea mwito wa Yesu waki nalala ni divai mpya, divai mpya, na wamekuwa pia viriba vipya. Viriba vipya kwa asili vina uwezo wa kutanuka elastiki, so, is zile yale mabadiliko ya divai yaweze kutendeka bila kudhuru ikikiriba. Lakini viriba vikukuu ni ngozi ambalo haweze kutamka tena, likipata changamoto kidogo linapasuka. Kwa mfano huu, Yesu sio tu kwamba anatutaka tuwe divai mpya, bali pia anatutaka tuwe viriba Maneno haya vijana wapendo, tunawapokea leo, tunawapokea katika shirika letu tukijua kwamba tunapokea zawadi, tunapokea watu waliokomaa wanaoweza kuendana na dynamics za shirika letu, kuwa waaminifu na watii kwa, wati kwa sheria zetu, lakini nikitumia msemo ambao wadembos walize mbia zamani kwa wabunifu lakini katika uaminifu creativity and fidelity. Ubunifu wetu usitoke nje ya wigi kwa kile tunachoamriwa na sheria za shirika na sheria za Kanisa. Katika ule mkutano mkuu wa shirika, shirika liliamua pia kusema kwamba alikupenda kutumia sana neno tida bali kutumia neno kalisi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 zinazombebabwaa zinazompeleka Bwana kwa watu. Ni divai ambazo kwa vile mpya, inabidi pia zionyeshe uwezo wake wa kubadilisha, uwezo wake wa kulevya. Ikisema uwezo wa kulevya malaniserereke vibaya. Uchukulie tu mfano wa Jumapili ya Pentekoste pale Mitume Petro na mitume walipotumiwa kwamba wamelewa kwa mwonekano wao ulivyo na waliokuwa wanazungumza, Petro akasema tumelewa kama walikuwa wamelewa. Watakatifu, basi katika ujana wenu, katika nguvu ambazo bado nazo, hatutegemei kwamba mnakuja halafu msiache impact yoyote. Hatuwatumi kwenda kulazimisha mabadiliko.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 kwa wale wasimza hawa, Yohane Merlini ni padre wa shirika letu aliyezaliwa kuisana